Leo imekuwa siku ya kipekee sana. Tumepo, tumepokea hii ripoti ya kijiolojia ya maeneo ambayo tunafanyia kazi. Kumbuka mwaka wa jana Mheshimiwa Waziri alitukabidhi leseni kumi na tisa ambazo ilikuwa ni oda kutoka kwa Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluh Hassan, lakini tumekuwa tukipeleka tuki maombi yetu kwa sababu maeneo yalifanywa utafiti miaka ya nyuma kwa kupitia Wizara ya Madini tulikuwa tumeomba tupewe hizi ripoti ili tuongeze ufanisi na tija katika kazi zetu, na hivi leo imefika sasa, tumekabidhiwa uh, ripoti ya leseni zetu 19 na mategemeo yetu, sasa tunaenda kuongeza uzalishaji wetu kwa kasi na spidi ya hatari. Na yaahidi wizara, tunaenda kuongeza uzalishaji wetu kwa kwa namna ya kipekee kabisa. Unajua, sisi wachimbaji wadogo tunachimba bila mwelekeo, tunabahatisha. Yaani leo unachimba hapa, unaacha kesho unachimba hapa, unach... Sasa hii ripoti inakwenda kutuelekeza kwamba unatakiwa uchimbe kwenda hapa katika engo hii utaenda kupata uzalishaji huu katika muda fulani. Ripoti ya kijiolojia kwetu sisi ni dila. Uh, unapozungumza karne ya ishirini na moja tunazungumza karne ambayo unatakiwa ufanye mambo kwa sayansi na teknolojia. Sasa kabla ya hapo uchimbaji wetu ulikuwa ni uchimbaji wa kubahatisha chim ajili ya maendeleo endelevu ni lazima ufanye tafiti. Ni gharama za utafiti ni kubwa sana, sisi kama wachimbaji wadogo hatuwezi tukamudu hizo uh, gharama za utafiti. Sasa tulipokuwa tunapewa leseni hizi tulimwomba Mheshimiwa waziri atupatie uh, ripoti ya utafiti wa eneo letu, hatimaye leo tumepata hiyo ripoti. Sasa ripoti inaenda kutusaidia, kwanza uchimbaji unahusisha uharibifu wa mazingira kama hautakuwa na ripoti, ina maana utayaribu mazingira, hautakuwa na uchimbaji endelevu. Lakini ukishapata uh, ripoti, ina maana utakwenda kuchimba pale panapostahili kuchimbwa. Kitu cha pili, tulikuwa hatuna uhakika tunaenda kuchimba dhahabu, iko umbali gani, iko kiasi gani? Kwa maana hiyo ukishapata ripoti inaku, inakupa mwelekeo, unapofanya pana dhahabu kiasi gani na iko umbali upi Of course ripoti, kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Anton Mavunde kwa kusikiliza maombi yetu, kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Hii ripoti sasa itasaidia watu sasa kuchimba kwa mfumo mzuri, kwa ufanisi zaidi, kwa sababu tutakuwa tunajua deposit iliyopo sehemu husika, labda tukolongi kupitia shafti zetu zilizopo hizi. Kwa hiyo tutachimba kwa, kwa vizuri zaidi, ina maana tutajitahidi tuta kuzalisha zaidi, ili, ili, ili, ili hata mapato ya serikali yaongezeke. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa, kwa hii ripoti ya leo, tunashukuru sana. Nia ya serikali ni kuhakikisha vikundi vyote vya wachimbaji Tanzania vinaweza kuhudumiwa, na huu mchakato wote uliofanyika hapa ni nguvu kubwa ya serikali kwa kupitia Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia aliyemteua waziri mwenye zamana Mavunde, ambaye ndiye aliyefanya linki ya kutuunganisha kutoka sisi wachimbaji wadogo kwenda kukutana na benki. Lakini nikiwa kama mwenyekiti wa mkoa, nimeona isiwe tu chachu kwenye kikundi hiki kimoja. Plani ya serikali, plani na sisi wenye vitu wa mkoa ni kuhakikisha vikundi vingine vinaenda kunufaika na sapoti hii ya mheshimiwa rais wetu kupitia wizara ya madini. Wazangu, ni furaha iliyoni. Sasa tunaenda kufanya mapinduzi makubwa ya kihistoria kwenye sekta ya madini hususani kwenye haya maeneo ya leseni 19 za a ripoti ile inaenda kutuonyesha wapi kuna nini na kwa undani gani. Lakini nilibahatika kidogo kuona kilichomo ndani, ile ramani inaonyesha dipozisheni e ya dhahabu kwenye maeneo yetu yote ya leseni 19 na mimi nikuwa mcogozi kidogo dasimishaiki hebu nielezeni kuna nini? Ah, sasa mtanisamee, naweza nisitoe figa nzuri, lakini nataka niwaambie kuna mzigo wa kutosha kwenye ile, na kwa maana hiyo tuna wajibu wa kubadilika.